Media zetu ni wanafiki sana. Kipindi marehemu Karen alipokuwa anahitaji msaada, media ambazo zilienda kum, zilienda kutangaza kumsaidia apate msaada zilikuwa chache, media za kushukuliwa, Global Simulizi na kalima story, Global simulizi online na kalima story, hao ndo aliyopambana huyo dada kupata haki, kupata msaada, hasa hasa Global TV. Global amepambana, Globo amepambana mpaka yule dada amepata, amesikiwa am, am, am, am na Rais ni global miradi ya kuwepo hakuna, sijui cha nani hawa, hakuna sijui East Africa hakuna, yoyote hakuna, Wasafi hawa ndio wanafiki kabisa, hakuna. Leo hii amefariki, kila mtu anamposti, kila mtu anampost. nataka mjue kifo chako kita, ki, kifo chako kitaita watu wote wajifanya walikuwa wanakupenda. Hii dunia inapenda taarifa mbaya. Hii dunia inapenda taarifa mbaya. Hii dunia inapenda taarifa mbaya. Hakuna anayefurahia furahia taarifa nzuri. Ayupo? Ayupo? Leo kila media imempost hiyo dada. Alipokuwa anahitaji msaada, I am very sure alikuwa akipigiwa simu. I am very sure alikuwa akitafutwa. Wanajifanya wako busy. Wanajifanya wako busy. Wako busy. Leo eti watu wameumia. Leo wana machungu. Leo wana masikitiko. Unafiki. Unafiki. Kwa hiyo kama kawaida, I'll come and express my views. Huu ndio mtazamo wangu. Media za Kitanzania ni wanafiki, wanapenda sana kupublicize taarifa mbaya kuliko taarifa nzuri. Media za kibongo ni wanafiki. Media za kibongo ni wanafiki. Watu wana fly, watu, wana, watu watakuza sana mabaya yako. Kale na amelala, amefumba macho, kila media. Kuchu, kila media ina mposti yeye tu yana, wamemfanya star katika umauti, lakini hawakumfanya star katika shida yake. Huyo dada akipambania uhai wake, akipambania afya yake, akitafuta suluhisho, wote kimya kimya kimya, no one was talking anything, no one was talking anything. Media zilizopambana na huyo dada ni Global Online TV hao wamepambana hiyo media wamepambana na huyo dada because of Global. Huyo dada ameenda ameenda India, hawakukata tamaa, they even walikaa naye mpaka siku ya mwisho, wako naye huko India. Global, Mungu awabariki Global, Global TV, Mungu awabariki sana, mmepambana. Global TV, Global TV, mmepambana, Mungu awabariki. Mtu mwingine ambaye alishaka kumpaga interview alikuwaga ni Simulizi na Sauti, sijui simulizi nani yule. Alimpa alimpaga alishaka kumpaga alishaka kumpaga ya time. Wewe naye Mungu akubariki. Karima story mara moja si mara mbili alishaka kumpaga ya time. Na naamini karima story lazima alilipwa. Lali, lazima alipwa mwa dada anapenda hapo. Alimpa interview. Global TV walimsaidia Global. Kalada mwingine hivi ambaye alikuwa anasoma India akapata ulemavu mpaka amepata madaktari wa kumsaidia yule dada, Global Global TV. Wamsaidia yule Karen na wengine wengi. Hizo ndio media za kuheshimu bongo, sio media za kupenda kiki. Midia za kupenda kiki zikina Wasafi, hizo Wasafi ndio midia pekee ambayo mtu kama anakuchukia akipeleka pale hela, mchafueni fulani, watakuchafua midia zenye njaa, midia zenye njaa. Hapa babu babu kipindi anatuchafua mwaka jana aliwepa laki sita tu, laki sita dola mia tatu hapo. laki sita walienda kulipa Wasafi, wakaanza kunywa kwenye mitandao kote huko, pamoja na yule malemdida pamoja na ile malemdida alimchafua sana vedada, nikamlani, nilimlani. So watu wanafurahia sana watu wanafurahia sana taarifa mbaya kuliko taarifa nzuri lakini pia huyo mganga aliye, sijui ndio mimi ugonjwa huyu dada, kusema ukweli naamini kuna mkono wa mtu, kuna mkono wa mtu, kuna mkono wa mtu ani minji nakwambia, pangusa mdomo, nimekwambia unaniwasha, wache hivyo. Mtajuaje nimekula pizza. Wacha bongo bongo. Media za bongo wanafiki sana. dada tu baada ya kufunga macho kufumba macho, nakwambia wote wote wanaposti, wote wanaposti. Kesho sasa utaona watu wanavyokimbia kule kwenda kuchukua taarifa za habari utaona tu anavyokimbia kwenda kuchukua taarifa za baya. Tutajua ndugu zake, tutamjua mpenzi wake, tutamjua mtoto wake, tutamjua kila mtu, tutamjua. Media za bongo hizo, ukiwa na shida sio wengi, kwa sababu hawafaidiki, hawafaidiki. Lakini kwa matatizo kama haya, media zote zinapenda sana matatizo, matatizo, taarifa, taarifa mbaya. Ukitaka umaarufu, nenda pale Ubungo pale, vua nguo Nakwambia risali moja yani sali moja nyingi, kila mtu anakushea wewe, kwenye mawatsapp group upo wewe, kila sehemu unaongelewa wewe, hapo unaongelewa wewe, wewe hapo. Tanzania inapenda taarifa mbaya, they love bad news. Nenda kaunde ndege, nenda katengeneza gari, uone kama kuna mtu atakuposti sana sana kama utaongelewa watu watakuwa wana ukakasi. Hiyo gari hiyo kweli inafunga vizuri breki? Ana vibali gani? Amesoma wapi? Hizo ndio kejeli utazipata. Hizo ndio kejeli utazipata. Nasubiri nimsikie mmoja wako akisema anamjua Karen alivyokuwa mjombake. Naambia mtasikia. Alikuwa mjomba yake alikuwa na ndugu zake. Utasikia tu. Nasubiria kesho. Anyway, mnaendeleaje guys? Are you guys okay? Tuko sasa hivi ni saa ngapi? Ulipo sasa hivi ni saa ngapi? kutangaza ukiwa na shida, hakuna nae kusaidia. Ukiwa unahitaji uhitaji, hakuna nae kusaidia. Sana sana watakutangaza tu kwa watu, watakutangaza. Kuna interview moja niliona yule dada akilia, jamani, nisaidieni, nisaidieni, watu. Kwani wanaanza udada, atakuwa ametembea na mke wa mtu mtu dada, huyu dada kwanza sio bule hivi. Maneno yalizunguka mengi mengi sana, mengi sana yaliongelewa maneno mengi sana, lakini hakuwa na mtu hata mmoja ambaye anasema jamani, hebu tuchangichange tukamsaidie huyu dada. Sasa hapo najiuliza, hata wakina nifasi sijui walikuwa wapi Ndio najiuza wakinanifa walikuwa wapi kipindi hicho? Ila huo msiba utakavyogharamiwa, msiba utakavyogharamiwa, msiba nyisi mashahidi, mtaniambia atanunuliwa jeneza kubwa la fahari la bei maneno kede kede, yani utaona jinsi watu wanavyoonyesha upendo wa kinafiki. Kwa sababu umesha kufa. Umeondoka. Ndo watu walivyo ukisha lala tu kila mtu atasema nakupenda, kila mtu atasema tutakumisi, jamani, ulikuwa nguzo. Watu ni wanafiki. Watu ni wanafiki. Watu ni wanafiki. Hapo ndo tutamjua nani alikuwa mpenzi wake, nani aliyewahi kuupendana naye, tutajua yote. Watu wanafiki sana, sijui tukoje, wa Tanzania ni wanafiki sana. Kana tena nakwambia, ukiwa na shida, nobody cares ila we ukiwa ndo shida yenyewe utajulikana withina nawa it is true it is true it is true it is very, very true e, nyasengi nakwambia jamani watanzania situbadilike hapana yani watanzania ndio tulivyo kubadilika itakuwa ngumu sana labda wachache wachache ndio lakini ndio tulivyo ndio tulivyo nenda media yote waambie, jamani, nataka kutangaza biashara yangu hii hapa, naomba kutangaza biashara yangu. Watakupa mabei hayo, watakupa mabei hayo. Sisi tumekuwa kwa media, I know what I'm talking about. Nitaambia baadhi ya uozo wa hizi media za Tanzania. Kuna media moja kipindi, nadhani ilikuwa miaka miaka kama kumi na mbili iliyopita Najitafuta hapo nakwambia, tunatafuta mabrand, tunatafuta brand. Kipindi hicho unakaa unasema, da, natokaje? Natoboa vipi? Ukiangalia huku, ukiangalia huku, uelewi. Basi bwana, nikaenda kwenye hiyo media tena, ilikuwa online TV. Nikaenda kwenye hiyo media nikaambia, jamani eh, mimi na kipaji cha kushawishi, am a motivational speaker na nina, nina, nini nini na nini. Ningependa kushauri, ningependa kushawishi vijana zangu wajitume, wafanya hivi. Ah, okay, okay Yeah, very good, very good. Njoo kesho. Wewe nikapanda zangu daladala nikaudi zangu huko. Kesho yake nakuja nimesimamishwa pale mlangoni. Nimesimamishwa pale mlangoni for hours and hours. Mshikaji mmoja ndo anakuja ananiambia bro, wewe ndo ulikuepo jana? Nikaambia ndio. Ananiambia nikwambia kweli. Bosi alisema tusikukaribishe ndani. Nikaweza kwa nini? Mbona yeye aliniambia nije hapa? Kananiambia ngoja nakwambia tu, mshikaji wangu. Wewe una kipaji kikubwa. Una nguvu kubwa ya usawishi. Lakini bosi naye anafanya mambo unayofanya wewe. Kwa hiyo hawezi kukupa media na ametukataza tusikufanyie interview, ametukataza tusikufanyie chochote, tusikusikilize, tusikupe ya time. Kwa sababu wewe utashine kuliko yeye. Dadeki. Bosi katoa maagizo, msimpe media, msimpe airtime, atashine kuliko sana. Mimi asante sana, msimpe airtime, atashine unajua? Kwa nini media za saifi zinamposti sana dada marehemu? Kwa sababu wanajua hatofaidika na, cho, hatofaidika na chochote. Wanajua hatofaidika na chochote hatafaidika. Kipindi kile walikuwa hawezi kumtangaza, walikuwa hawezi kumsaidia kwa sababu walikuwa wanajua watapata hela atapata hela atapata wadhamini. Sasa hivi wanamposi kwa sababu wanajua hawezi kufaidika na chochote. Ndio media za bongo hizo, hawezi kufaidika na chochote hata tumposi tu Nawambiaga kila siku, wejifanya unaenda kuoa watu wakusanya michango, wakishakusanya michango ita kamati, wambia, jamani, nimewaza hii michango mimi na mwenzangu baada ya ku..., nimewaza kuliko kwenda kufanya harusi za bei, ngoja tufungue biashara, tuanze maisha. kama utaitiwa polisi, kama utaitwa tapeli na kutangazwa kwenye mitandao kila siku, kama ina wanavyonitangazaje? <laughs> Sio mimi, niko hapa Canada, nimekaa nawasubiri. Utatangazwa kila kona, utatangazwa watu wamechanga pesa ya kula ubwabwa, alafu umeenda kufungua biashara na mkeo. E, amfanye tena harusi utatangazwa tu, utatangazwa wewe ni tapeli, wewe ni mjizi utatangazwa tu. Lakini wewe tangaza unataka kwenda kusoma, tangazo unahitaji mtaji, omba, omba mchango wa watu, waki kuchangia zaidi hata elfu ishirini hamsini. Niko hapa jamani, nimekaa niko hapa. Kwenye maendeleo hakuna mtu anayetaka kusimama na wewe. Hakuna. Kwenye mafanikio hakuna mtu anayetaka kusimama na wewe. Hakuna. Kwenye kuinuka hakuna mtu anayetaka kusimama na wewe. Hakuna. Wanataka ukiwa unashuka chini ndio hapo wanapokutaka. Na hao ndio binadamu. Na hao ndio Watanzania. Kwenye maendeleo hakuna mtu anayetaka kusimama na wewe. Hayupo hata mmoja. Lakini anza kushuka. Anza kushuka chini. Hmm? Anza kushuka yatokee matukio. Hapo ndio tuona, kila mtu anakupost, kila mtu anakutangaza. Huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, huyu. Kwa sababu watu wanapenda sana taarifa zetu mbaya kuliko nzuri. Hivi, ngoja niulize, unafikiri kwa nini Afrika mpaka leo tunafahamika kama third world country? Tunaitwa third world. Kuna first world, kuna second world, tunaitwa first world, third world kwa nini unafikiri tunaitwa third world country? Unafikiri sisi ni maskini? Africa sio maskini, Africa tuna hela, ni wajinga tu. Afrika tuna uwezo mkubwa sana, ni ujinga tu ndio umetutawala, mm, ni ujinga tu umetutawala ikitokea Afrika ikasema kwamba kuanzia leo tunavunja mikataba ya kusupply minerals zetu kwenda western countries, huku tutakufa njaa. I'm telling you, huku hatutoboi, hatutoboi, hatutoboi, hatutoboi huku. Ikitokea tutateseka sana. But kwa nini Afrika tunajulikana kama third world, third world countries ama third world kwa sababu gani? Hatuna muda wa kuongelea mazuri yetu, tunaongelea mabaya, tunaongelea mabaya. Ngoja nikupe mfano mzuri. Wazungu wengi wanakujaga hapo Tanzania, utakuta kwenye mahoteli ya Slipway, Kalambezi, wapi ndio wanapopenda kuhanga tuko lakini hata mdada anaenda kujitongozesha kwa mzungu, akifika kwa mzungu anajua anamwambia nini, you know me, I'm ofani I'm poor, I am nini na nini na nini na nini, nini. Kwa mzungu anakuwa anajua huyu namsaidia ni maskini. Kwa nini asikuzalau? Hata kama atakugonga atakuzalau tu. Wadada wengi hapo mjini wanafanyiwa vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu hivyo ndio alivyo jibrandi, hivyo ndio alivyo jibrandi, hivyo ndio alivyo jibrandi. Siku moja nimekaa zangu hapo samaki samaki, akaja dada mmoja na alikuwa ananifahamu. Le professor mambo? Nikamwambia poa. Mambo, mimi nakubali sana, nikamwambia nashukuru, asante kwa your love and support. Nilikuwa na rafiki yangu mzungu anafanya kazi ubalozi fulani hapo, huwa tunapenda ku hang out sana. Yule dada akaniambia kaka, niweke okay, nifanyie mpango basi nipigie pasi kwa kwa rafiki yako. Nikamwambia fresh, na mimi utanigea. Akaambia nitakugea, mkaambia ki... akikupa hela, na mimi asilimia yangu naitaka. Poa poa, tukakubaliana, na alikuwa ni msichana ambaye anaongea vizuri tu, yani nilikuwa nikimwangalia niishi, anaongea kiingereza vizuri na ni yani, anaonekana anaongea vizuri yani, ile yani she is talking very well. Basi mimi nikaanza kupiga piga story pale nini, nikam nikamsogeza. Mimi sina ga uchoyo, sina ga lombaya, sina lombaya. Mimi ngoja niwaambie, nikiwa na fursa nakupa ametokea huko demu ananisikiliza vizuri. Huyo demu anataka mwanaume wa Kizungu sijui mwanaume mwenye hela sijui nini hivi. Na hapo mimi ndio rafiki yangu maada mwe nionyesha na mimi nitakula. Sina mambo mengi yani, mimi ukija kwangu, mimi I must also benefit, simple as that, ndio sharti langu. Eh, eh, eh e, bwana yule mzungu anaonekana na hela yule. Yule mimi nitakwambia ndio huyu ana hela ama huyu njaa niweke basi, ndugu yako nami maisha yatoke, nitakwambia freshi ehe, tunafanyeje? Eli, nitakuchomea ntakupa hela, nami nitakuchomekea hamna shida, freshi freshi, fasta. Tukukuita dadangu, utasikia tunaongea, hello, yeah, as called, this is my sister, ah yeah, she's a very wonderful lady, so hapo sikujua la nini, she's a very good person, she's a good, she's a Christian, bla bla bla bla bla, she's God fearing, nitakuongelea afu nakuachia goli, mimi na kazangu pembeni. Labda kama una nyota ya punda. Basi yule dada, yule dada mimi nikakaa zangu pale. Yule dada kaanza kujibebisha pale na kumwambia kajibebisha, kajibebisha, kajibebisha, kajibebisha. Mzungu ndiye ndio asijue kwa na muda gani angekutana na mwanamke. Kufurahi, kufurahi, kufurahi, kaniambia huyu dada nimempenda. She's a very nice person. Nikamwambia ni lakini kwa nimeongeza ambayo nilikuwa namsikia akiongea pale na Kiingereza chake kile cha kuunga me me me is a uh, uh, me is a uh, come from uh, Mwana Nyamala. Mzungu ambia, okay, how are you? You come from Mwana Nyamala? Yeah, uh, me come from Mwana Nyamala. Me is this, uh, one. Me is one. Mzungu what do you mean? Me is single. Home, me single. Father, mm. mother, mm. <laughs> yaani Kiingereza nilichokuwa naona pale cha kuunga unga nikasema kweli sista na pambana. <laughs> me he one Father mm, mama mm. Mzuga, mzuga, what? They are sleeping? Gone. Gone <laughs> Gone. Forever. Ndugu <laughs> zangu mnapambana, mnapambana, wazungu wanatafuta kwa kila hali. Gone forever <laughs> Sasa mzungu akaniuliza, "What did she say?" Nikamwambia, nikamza, "Vipi sister unasemaje? Mwambie mwambie mimi yatima." Kaambia, "Ah, yatima. Maana ni orphan." Oh, me orphan. <laughs> Sema, nikamwambia mwanangu unapambana, sio siri unapambana, hongera sana. Unapambana, hongera sana. Nikamwambia jifunze Kiingereza. Ngoja niwachane kidogo. Jamani, wewe kama unajua ni huko ni mwanamke mzuri, una sura nzuri, una shepu nzuri, jitahidi sana ujue Kiingereza, jitahidi sana ujue Kiingereza. Ni aibu kwamba ujue Kiingereza. Hapa kuna wasichana wazuri, nikiwapandisha hapa live, hata Kiingereza hawawezi kuongea, hawawezi kuongea. Mnabishi wewe, Veta sijui nilipanda hapo juu, hawajui kuongea Kiingereza, hawajui kuongea Kiingereza. Aibu tupo tu sasa, hawajui kuongea Kiingereza Swahili delicious, hawa wote hawajui hawa kuongea Kiingereza, hawajui hawajui, wanachochea cha kubaka baka kile cha kuvizia vizia kile, hawajui hawajui hawajui, wote hawa hawajui hawajui hawajui hawajui hawajui hawajui hawajui kuongea Kiingereza, hawajui kuongea Kiingereza. Sasa mtatoboa saa ngapi eh? Lini mtakutana na connection za maana? Mnafikiri kila mtu anajua Kiswahili? Hawajui, hmm? Wakina Adija wako chini, hawajui Re, wote live hapo, niwapandisha juu hapo, tuongee Kiingereza, utashangana nafsi yako. Sura ni mzuri, ana shape nzuri, yani anataka, unaweza ukajificha mule ndani, but Kiingereza zero zilo zilo, Kiingereza hawajui Kiingereza zilo, Kiingereza hawajui msibishi hawajui. Sasa ndo nauliza jamani, mzungu kakutaka, kakupenda, hujui hata kuexplain katika Kiingereza, atakuheshimu vipi? atakuwa kama na, kama anakusaidia anakusaidia, alafu mtu yote, alafu mtu yote anayekupenda akikupenda, kama anakusaidia, yani kuna namna na kunyanyapaa fulani hivi. Unajua, kuna madem wengine unakula kwa sababu tu ukame, lakini kimma unasema hapa sirudi tena, hapa nikishamaliza haja zangu hapa sirudi sio, levo zangu hizi. You understand what I'm saying, vitu kama hivyo.